Well, to be honest with you, swala la Mwakinyo na huyo dogo ambaye anasema amepigwa na Mwakinyo ametishiwa mbwa, sitaki kuliingilia sana, lakini nimejaribu kuchanganua kwa akili ya kibinadamu. Mwakinyo ni mtu ambaye ana- anafanya michezo ya ngumi, na kwenye michezo ya ngumi ana maadui. Kuna watu pia ambao wanamchukia kuna watu ambao wanatamani leo Mwakinyo wapotee ili waendelee kuwepo wao. Kwa hiyo tunapojadili hili kitu tujifunze, lakini pia ninachojiuliza zaidi ni kwamba inakuwaje kijana anatoka alikotoka anaenda saa kumi na moja asubuhi kabla hata watu hawajafungua hawajafunga vizuri, eti anaenda kuokota nani? Yaani, unajua kuna story fulani hivi, unaona kabisa ni kama ni trap, yaani ni kama walimuingiza Mwakinyo kwenye mtego, na ukiangalia na video ambazo ukiangalia wakina mama ambao wanazungumzia mtaani kwamba hatumtaki Mwakinyo sijui nini na nini mtu, huwezi ukafanya kosa moja tu afu watu wakaja, hatukutaki. Ni kitu ambacho akiwezekani, it means wana chuki za muda mrefu. Kwa hiyo, kuna baadhi ya mambo hatutakiwi kutumia hisia, tunatakiwa tuangalie pia upande wa pili. Chukulia mfano, wewe umelala huko na mke wako ndani, saa 11 asubuhi, mbwa wanabweka saa 10, unashtuka, unenda, unagundua kuna mtu eti yuko ana yeye anasema anaokota nazi. Yaani unajua ni kitu ambacho kiwezekani. All in all sitaki kuhukumu wala kufanyaje lakini mimi naweza nikasema huyo dogo ni mwizi. Yaani sitaki kupindisha hii e, e story. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akaja kuokota kitu kwako kwa saa kumi na moja asubuhi. Ni kitu ambacho kiwezekani. Huu ni mtego. Lakini ukiachana tu na mtego ni kwamba kwa mazingira ya Lakalaka kuna uhuni ambao umefanyika. Dogo ni mwizi. Yaani hiyo tu tusipepese tu, tu, tu, macho. Yaani kuna vitu vingine. Mi wewe ukaniambia aitwe umekuja kwangu kuokota nazi asubuhi. Njoo nyumbani kwangu kuokota nazi asubuhi, kutale na wauni pale. Kuna mbwa wako pale kama awali, wanakula vizuri. Mfano samaki kama huyu mbwa wangu anakula mmoja peke yake. Na anakula na kuku, anakula na nini? Sausage. Mbwa wangu wanakula mpaka sausage. Njoo. Njoo asubuhi njoo pale nyumbani kwangu. Usipige hodi. Saa kumi na moja asubuhi nenda kaokote kitu chochote. Kuna hela pia hata anadondoshaga nje pale. Nenda kaokose. <laughs> Wanakung'ata hilo naniwe ama biondo mabiondo hayo unakuta wamekula. Eti yali nifungulia mbo. Mambo mengine ya uongo bana. Huyo dogo anaweza kawa mwizi. Tuseme tu um, Ma, na Mwakinyo wamekosea kuchukua sheria mkononi, lakini hata ningekuwa ni mimi, lakini nikivuta picha, pia mimi namfuatilia sana Mwakinyo. Ametoa taarifa za kuibiwa nyumbani kwake mara nyingi, nimekuwa nikiona hata mtandaoni analalamika sasa dogo hebu tu tuelekeze ilikuwaje wewe ukaenda kuokota nazi saa 12 asubuhi au saa 11. Hebu wa Tanzania na sisi tutumie akili. Mtu anakujaje kuokota nazi saa 11 asubuhi? Alafu mimi mtu akisema alifunguliwa mbwa ni uongo kwa sababu mbwa ukimfungulia mtu ni aidha uue mbwa au mtu afe. Sasa mtu ametoka amepona, alifunguliwa mbwa wapi? Labda kama mbwa wa Mwakinyo, mbwa koko. Lakini mbwa wangu mimi nimfungulie niseme mng'ate yule ni aidha mimi nipige risasi mbwa au yule mtu nimwache muache afe. Sasa mbwa aliyekufa kwa Mwakinyo yuko wapi? Mtu kapona, ni kitu ambacho kiwezekani. Kuna mbwa aking'ata nikang'ata aachi ah, mfano huyu mbwa wangu hapo mbele anaitwa Sancho Sanchoka, ukijichanganya kwa huyo Sanchoka yani ni dakika mbili. E, naona watu nawachelewesha kula Okay, nadhani umeitizama video ya Chief Godlove na kuna kitu kikubwa sana ambacho umejifunza. Kwa kila mtu nadhani ana kila nafasi ya kuelewa kile ambacho Godlove amekizungumza na yeye opinioni zake na amewaza nini katika kile ambacho kimezungumziwa kumhusu Mwakinyo. Nadhani haya mambo tayari yapo katika upande wa sheria, na kuna baadhi ya watu wanaendelea kuzungumza, kuangalia nini ambacho e, kinazungumzwa na nini ukweli wa mambo. Sasa, mpaka sasa hatutakiwi kuhukumu na hatutakiwi kuenda direct, tuseme kwamba Mwakinyo ndiye ambaye ana makosa kwa sababu bado Mwakinyo hajazungumza. Nadhani akizungumza Mwakinyo tutamwelewa vizuri sana. Mmoja kati ya sinario ambayo ina, ina, ina, inafanya tuamini kwamba Mwakinyo alichokifanya ilikuwa katika hisia za kiubinadamu, na nadhani mtu ambaye atakuja kuhukumu hajawahi kuibiwa ama hajawahi kufanyiwa vitendo vya uovu katika maeneo ambayo anayaishi. Sasa kinachotuonyesha ni kwamba Mwakinyo ni mmoja kati ya watu ambao wana misimamo mikali sana, kwa sababu ukifuatilia baadhi ya interview za watu ambao wameenda kuwahoji majirani ama wale wakinamama ambao wanaishi huko mkoani Tanga, kitu ambacho wanazungumza sana, wanazungumza ni kwa mie mko, hawazungumzi ile kiubinadamu wanasema kwamba Mwakinyo tumemchoka, hii ni kesi ya tatu. Amefanya vitu kama hivyo mara nyingi, lakini eh, hamna kitu ambacho kinatokea. Inaonekana Mwakinyo ni mmoja kati ya watu chachu sana huko Tanga, kwa sababu hakubaliani na vitendo ambavyo baadhi ya wananchi huwa wanaviendekeza. Tanga ni moja kati ya eneo ambalo watu wengi wameishi kimwinyi na wanaendelea kuishi kimwinyi na nishawahi kusikia stori nyingi sana kuhusiana na vijana wa Tanga kwamba kwa asilimia kwa kubwa sana Tanga wanabebana na wanafichiana kwenye upande wa maovu sasa, hili la Mwakinyo nadhani hata wewe ukisikiliza pande zote mbili utatambua, utatambua, utatambua kwamba dogo, kitu ambacho wanazungumza ni kitu ambacho haki make sense. Kitu cha kwanza ni kwamba ameenda kwenye shamba la mtu ama ameenda kwenye eneo la mtu saa kumi na moja na sio saa kumi na moja ni saa kumi kwa sababu e, baadhi ya wananchi wanadai kwamba walianza kuzisikia kelele hizo saa kumi na sio saa kumi na moja. Sasa kitu ambacho nadhani Mwakinyo anapata utetezi ni kwamba huyu dogo amekuja katika eneo langu majira ya usiku ama majira ya alfajiri, sijui alikuwa anafanya nini, kwa sababu mimi na ulinzi wa mbwa mbwa wangu ndio ambao wamemshambulia. Sasa kitu ambacho amezungumza Chief Godlove pia kina kina kinakuja na kinatupa sense nyingine kwamba e, inawezekana Mwakinyo ana maadui wengi sana. Mwakinyo ana maisha yake, anaendesha maisha yake, ana pesa, kwa hiyo hajichanganyi na watu. si unajua matajiri eh? matajiri mara nyingi huwa wanaishi maisha yao, kwa hiyo nadhani kitu ambacho mwakinyo anakifanya ni anaishi maisha yake, na kule Tanga nadhani sehemu ambayo anaishi inawezekana kuna Waswahili kama ambavyo unafahamu tabia za Waswahili. Kwa hiyo kitu kinachotokea ni kwamba Mwakinyo anaishi maisha yake na hajichanganyi na watu, na watu wanamuona kwamba jamani anadharau ni jamani, mshikaji ambaye hajichanganyi na watu hivyo. E, moja kwa moja ukiwa unaishi uswahilini na unaishi maisha yako, lazima tuchuki zitakuwepo, na watu watakumind, wataona kwamba huyu jamaa ni mieyusho kwa hiyo mpaka sasa wote tunasubiri kutaka kusikia Mwakinyo atazungumza nini kuhusiana na huyu dogo. Lakini kwa sinario ambayo inaonekana, mimi na wewe kama tulishawahi kuibiwa wote, moja kwa moja tutajaji kwamba huyu dogo alikuwa ni mwizi. Haiwezekani wewe ukaamka saa kumi na moja ukaenda kwenye eneo la mtu eti unasema unaokota minazi. Kwa hiyo sinario ambayo tunaipata ni kwamba hii inawezekana Mwakinyo ni mtu ambaye amekuwa anaibiwa mara kwa mara. Inawezekana anaibiwa minazi yake, anaibiwa labda wanyama ambao wanawafuga labda kuku, labda mbuzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inawezekana jamaa na eneo lake, sasa wizi umekuwa ni wa mara kwa mara juu yake. Kwa hiyo endapokuwa anakamata mwizi ama anakamata mtu yoyote yule ambaye anahusika kwa namna moja ama namna nyingine anamwadhibu vilivyo. Kama unafahamu kwamba dini ya Kiislamu ama Uislamu hauruhusu ama haukubaliani kabisa na mtu ambaye ni mwizi katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo jamaa, pia kwa sababu ni Muislamu, nadhani ukiangalia dini yake mafundisho ya dini yake ni kwamba e, mwizi ni mtu ambaye hatakiwi kabisa, e, hata ikiwezekana kuishi, anatakiwa kupewa adhabu kali ili kesho na kesho kutwa asirudie. Kwa hiyo nadhani dogo, kitu ambacho amepewa, kwa minajiri ya tukio linavyoonekana, ni kwamba alistahili. Unaendaje katika eneo la mtu saa kumi na moja usiku unaenda kuokota etinazi, una vitu kama hivyo? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa kama ni mtu ambaye ulishawahi kuibiwa mara moja mara mbili, nadhani utakuwa unanielewa nini ambacho tunazungumza kwamba kwa sinario za dogo, maelezo aliyoyatoa ni lazima kuna tukio ambalo alikuwa ameenda kulifanya, kwa hiyo Mwakinyo akamkuta. Basi na hayo yote yaliyotokea yame yametokea kwa sababu dogo anachodai kwamba Mwakinyo kampiga na visu eh, kafungulia mbwa, mbwa wamemzuru na vitu kama hivyo. Kama unafahamu kwamba kama ni eneo la mtu kama labda lina uzio, ni lazima mbwa watakuepo active wanaheng anakuwa hajawafungia. Sasa kama wakikukuta mbwa, ni lazima watadili na wewe na nilishikuona, kuna moja kati ya klipu Mwakinyo ana anamambwa ameshiba, sio poa. Sasa mimi nakuachia nafasi wewe pia ujaribu kulitizama hili, ufuatilie baadhi ya interview ambazo nilishia kuwekea hapo nyuma kuhusiana na huyu dogo ambaye anadai kwamba mwakinyo kampiga kamzuru, uchanganue na uniambie kwamba unadhani mwakinyo alikuwa sahihi kwa upande wake ama mwakinyo amekosea ama mwakinyo anamsingizia. Kwa hiyo nadhani hii ilikuwa ni long term ambayo ilikuwa inasubiriwa sana kwamba mwakinyo ajichanganye tu, tukio liwe kubwa wananchi tumvamie. Kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa, hakuna mtu ambaye anazungumza anazungumzia kwa logic. Watu wengi wanazungumzia kwa ushabiki, kwamba anajisikia ana kiburi na vitu kama hivyo. Hakuna mtu anayetoka kifua mbele kuzungumzia logic kwamba ni kwa nini haya mambo yametokea. Je, Mwakinyo amekumbwa na hizi hali za kuibiwa mara ngapi? nadhani pia viongozi wa kijiji walikuwa wana, wana, wana, wana ulazima mkubwa sana wa kuzungumzia ili sakata kwamba nini ambacho kimetokea kwa Mwakinyo. Sababu kubwa ya kutokea haya mambo ni nini? Mtu ambaye anaishi katika eneo lao wao pia walikuwa na dhamana kubwa sana ya kutupa hichi ambacho kinaendelea. Kwa hiyo tunadhani Mwakinyo akitoka tu ni lazima atatupa mrejesho wa haya yote ambayo yanazungumziwa hayajatolewa majibu, kwa tumsubiri kwa hamu sana Mwakinyo akitoka tu atatuambia nini ambacho kimetokea hadi huyu dogo akadhuriwa vile na hao mbwa wake, ikidaiwa pia na yeye amehusika katika kumshambulia. So hii ni Bongo Star Media, ninaimani kuna kitu kikubwa sana ambacho umekipata kupitia hii video. Niachie maoni yako hapo chini katika box la comment, niambie nini mtizamo wako kuhusiana na hili la Mwakinyo.